Nam, karibu kwenye tahariri ya Gumzo, na leo mada yetu inasema kizazi cha makovu, kizazi cha mapambazuko. Katika kalenda ya historia ya visi visiwa vyetu, Januari 12, 1964 na Aprili 26, 1964 ni tarehe zisizofutika. Kwa wengine, hizi ni alama za ukombozi kwa wengine ni kumbukumbu za machungu, lakini kwa jicho la kiungwana na kizalendo, matukio haya mawili, mapinduzi na muungano, yalikuwa ajali za kisiasa ambazo zilikuja kuipindua hatima ya uhuru, mamlaka na utu wa dola ya Zanzibar. Kama ilivyo ajali yoyote, huwa haina kinga. Inapotokea, huacha miili ikiwa na majeraha na roho zikiwa na makovu. Zanziba yetu imepata ulemavu wa muda mrefu kutokana na ajali hizi, lakini tuko ambao bado tunakataa kuamini kuwa ulemavu huu ni wa kudumu, na tunakataa kata katakata kuruhusu ulemavu huu uwe kifo kwa mama yetu Zanzibar. Mradi tu kuna Mzanzibari mmoja anayevuta pumzi ya utambulisho wake, matumaini ya kupona basi yapo, lakini ni lazima tuuseme ukweli mchungu. Sisi ni kizazi ambacho mishipani mwetu matairika damu ya pande zote katika ajali hii ya kisiasa. Sisi ni wana wa wapinduzi, na wakati huo ni wana wa waliopinduliwa, kwa vyote tutakavyotafsiri kupindua na kupinduliwa. Katika zahama ile ya 1964 mwanadamu alimpindua mwanadamu mwenzake, vyama vilipindua vyama vingine, lakini kwa kiwango cha juu ni nchi ndiyo haswa iliyopinduliwa. Simulizi za wazee wetu, kama ile ya mzee wangu mwenyewe aliyekamatwa Kikwajuni mjini Unguja na akaenda kufungiwa kambi ya Raha Leo, ni kioo cha mkanganyiko wa utambulisho wetu. Alitaka kuwazuga wakamataji wake kwamba yeye ni kama wao, alipoambia kuwa anaitwa Masanja, akitegemea lafudhi yake ya Kiswahili cha bara alikokuwa ameishi kabla ya kuwasili kisiwani Unguja. Wakamataji lakini wakamwambia rangi ya ngozi yako na nywele zako zinakukana. Wakampiga na kumtia nguvuni. Wazee wetu walijifunza kuishi na maumivu nje, walijikubalisha waonekane wafuasi wa watawala, lakini vifuani walibeba siri za upinzani dhidi ya watawala hao. Walikuwa wakikwepa mabalaa yaliyoelemezwa Zanzibar yao baada ya ajali ya mapinduzi na muungano. Wakajifunza na kutufunza watoto wao ustahamilivu na uhimilivu. wakati wa mapambano haukuwa unafika, haukuwa udhaifu. Ilikuwa kuishi kwa ajili ya siku nyingine, kwa ajili ya kesho. Leo hii zaidi ya asilimia sabini ya wa Wazanzibari ni zao la baada ya ajali hii. Sisi ni mchanganyiko usiopangika. Ndani ya familia moja kuna watoto waliozaliwa kutokana na wazazi ambao siasa zao wakati wa mapambano ya ukombozi zilikinzana ndani ya chama kimoja. Una mchanganyiko wa watoto wa waasisi na wafuasi wa vyama vilivyopinduana. Mchanganyiko wetu ni kielezo cha daima cha uzanzibari na Zanzibar yetu. Sisi ni ushuhuda unaoishi, kwa historia haina upande mmoja, na siasa ni upepo unaovuma na kubadilika. Tunapoelekea sasa kuzikumbuka ajali za kisiasa kwa taifa letu, hatupaswi kuziruhusu ziwe kigingi cha kutugawa. Sisi wa leo, tuna jukumu moja tu: kupunguza urefu wa nchi yetu kutawaliwa kwa dhuluma ya kundi moja dhidi ya jingine na kuharakisha uwezo wa nchi yetu kutawaliwa kwa uadilifu, haki na usawa. Huu ndio ukweli ambao watawala wamekuwa wakiukwepa kama ukoma, kwamba Zanzibar si mali ya kundi moja na historia yake si milki ya upande mmoja. Matumizi ya msamiati wa mapinduzi daima mathalan kuhalalisha dhuluma ni kielezo cha kurudi nyuma kifikra na ni ujinga wa kisiasa. Kusema mapinduzi daima ni kutangaza kuwa mfumo wa kura na ridhaa ya wananchi hauna maana. Ni kusema kuwa utawala hautokana na sanduku la kura, bali hutokana na mtutu wa bunduki na mfumo wa kupindua. Hiki ndicho kisingizio kinachotumiwa kila msimu wa uchaguzi kufanya madhambi yale yale: kudhibiti kura, kutesa wapinzani na kunajisi demokrasia kwa mamvuli wa kulinda mapinduzi na kulinda muungano. Ikiwa mapinduzi yalikuwa ni kwa ajili ya kumkomboa mnyonge, iweje leo yawe rungu la kumidimiza mnyonge huyo huyo? Mapinduzi hayawezi kuwa daima katika nchi inayodai kufuata demokrasia. Demokrasia ni ya kudumu, lakini mapinduzi ni tukio la kupita. Kuangania msamiati huu ni kukiri kuwa serikali haina uhalali wa kura, bali na uungaji mkono tu wa mabavu. Sisi ni kizazi cha mchanganyiko ndani ya mishipa yetu yanatembea damu yaliyopokea uhuru wa mwaka elfu moja mia tisa sitini na tatu na damu yaliyokuja kuupindua uhuru huo mwaka elfu moja mia tisa sitini na nne. Sisi ni wana wa wapinduzi na wana waliopinduliwa. Huwezi kutubagua bila kutuchuna vipande viwili. Tunahitaji majadiliano, maridhiano na muafaka wa kweli wa kitaifa, sio muafaka kugawana madaraka na viti, bali mwafaka unaotambua kuwa Zanzibar ni yetu sote. Ni lazima tuchukue mazuri ya wazee wetu na tujifunze kwa makosa yao. Makosa ya kujisahau, kiburi cha madaraka na makosa ya kutumia wingi wa watu kama leseni ya uonevu, leseni ya kutawala ya kwa mabavu. Yote yanapaswa kuwafunzwa na kutufikisha kwenye ukingo wa amani. Hatima ya Zanzibar haitapatikana kamwe kwa kukumbatia tu mapinduzi daima, bali ya kukumbatia Zanzibar daima. Wakati wa kuandika historia mpya, historia ya utu, historia ya haki na usawa ni sasa. Tusipozika chuki za 1964 hivi leo, tutazikwa nazo ifikapo kesho.